Lakini nataka niwaambie, wakati tunaomba ridhaa kwenye majukwaa huko, mlivyotuchagua, tulisema tutafanya vitu vikubwa ambavyo vitano: mambo ya ujenzi wa kituo cha afya au zaanati, tulisema gulio, tulisema mambo ya mikopo, tulisema mambo ya barabara na tulisema mambo ya kituo cha polisi. Hii ndo tuliongea, tulinadi tukiwa kwenye jukwaa. Lakini naomba niwaambie, kata ya Kisukuru ni kata ambayo yaani ni pana sana kwa sababu kuna milima na mabonde na ni pana. Kwa mfano, tuko hapa tulipo, fikiria tutafiki, tumesafiri tumetoka Ruanga A na B kule. Lakini tumezunguka mpaka kuja kufika huko. Ila lakini, nataka niwaambie kule Ruanga A na B kwenye mtaa wa Ruanga A na B kule ndipo kuna kituo chetu cha polisi tulichoenda kujenga. Eneo liko kule, tulipewa eneo lile, mimi nililikuta kati naingia madarakani na mimi nikalitendea haki, tukaweza tukajenga kituo cha polisi, na sasa hivi kituo cha polisi kile kiko kwenye finishing ya mwisho. Kituo cha level B kina selo ya kike na selo ya kiume, na zile selo ziko master, yani kuna choo yake humo ndani na ofisi ya OCD. Eneo ambalo lenye ekari kama tatu na nusu kwenda nne, ni eneo kubwa sana na ni eneo zuri sana liko karibu na ofisi ya kata pale ya mtendaji kata. Kwa hiyo eneo lile tayari serikali wakalilipa karibuni milioni mia tatu am, mia tatu, mia tatu hamsini, na lile eneo tunalo la kwetu wala sio la jirani wala la nani, la kwetu sisi. Serikali imetukabidhi sisi, tumekabidhiwa tayari kwenye ofisi ya kata. Lakini bado kwa sababu lile eneo tulilitaka kwa ajili ya kujenga kituo cha afya, naomba niwaambie, lile eneo tunaenda kujenga hospitali. Hospitali ambayo itakuwa ni ya gorofa tatu, ni kama kituo cha afya, lakini kituo cha afya ambacho kimeboreshwa kinaenda kwenye levo ya hospitali, ambacho inakuwa ni gorofa tatu kitakuwa na majengo mengine ya ziada, hiyo administration block, lakini bado kutakuwa na kitengo cha mama na mtoto, na bado kutakuwa na kitengo cha mambo ya macho, lakini nafikiri itaenda mbali zaidi, kutakuwa hadi na nyumba za wafanyakazi. Hizo ni hizo nyumba za wafanyakazi ni plani ya ziada, lakini kituo kile, michoro kila jambo limeshakamilika, liko tayari na hivi ninavyowaeleza, ilipelekwa Dodoma kwa ajili ya ku... maana ilishasainiwa mara kwanza, ili aanze kufanya. Sababu eneo hilo, naona kama hapa, kamati ya siasa ya kata ilienda kutembelea. Mwenyekiti wa kata mzee Mbele na kamati yake ya, ya siasa ilienda kulitembelea, kulikagua. Wamelikagua hilo eneo wao wenyewe, wakawa wanauliza, lote letu? Tukasema ni la kwetu, hakuna hata kipande cha mtu mwingine. Tutakwenda kuwa na kitu kama hichi, hospitali ya ya kata kama hii, hii ni ya mfano. Mzinga umejengewa kituo cha afya cha gorofa tatu, lakini sisi naenda kupanuka zaidi kuongezea nayo majengo mengine, kwa sababu eneo letu ni kubwa zaidi. Moja na hivyo vitu tulivyoviahidi, lakini sisi tumekuwa ni uongozi ambao tumekuwa tunaangalia kwa macho ya mbele zaidi. Kwa mfano sisi tunapanga ofisi ya kata, miaka yote mitano ile iliyopita ya mheshimiwa aliyopita na hii mitano tumekuwa tunapanga kwenye ofisi. Hilo jambo likuwa mimi linanisumbua kidogo, lakini pia tuliweza kulifanyia kazi na nimelitetea, na mpaka katika kata 36 sisi tumeweza tena kupatiwa fidia tena ya kununuliwa jengo ambalo liko mtaa wa Mianzini karibu na Kilimanjaro ba lile, tumefidiwa wamelipa milioni mia mbili na thalathini na Mia mbili thelathini moja na kama 90 hivi, huyo mtu ameshalipwa na ameshatolewa na amekabidhi kwa serikali hiyo hati, waliomaliza kulipana, bado. Pamoja na hayo, wanasema usiridhike kwa maendeleo ambao, ukiona nyumbani umekula ugali na dagaa unaridhika, unaweza kujitahidi hata kutafuta kibarua nyumba ya jirani, ili kesho ule wali na nyama. Bado mimi nikaamua kupigana zaidi, ili tuweze kwenda kwenye levo nyingine. Sisi lile jengo tuna mtazamo mwingine mkubwa zaidi. Mungu akijalia katika miradi ambayo itakayokuja, basi lile jengo litaenda kuwa kuwa jengo kubwa na litakuwa na thamani kubwa sana, ambayo leo na kesho na kesho kuto mwisho mtasikia tumeweka na maholi huko juu. Mimi naona ndio mtazamo ambao tunapaswa tuwe na mtazamo kama huo. Pamoja na hayo, kwenye miundombinu kama barabara, kiukweli mmeona kwa ushahidi mimi nasema hivi vitu, maneno saa nyingine si mazuri sana, matendo yanakuwa ni baraka kwa wale ambao waliokupa ridhaa. Barabara hiyo mliona, kipande cha kutoka hapo mlikuwa naita mwisho wa lami, maana sasa hivi mwisho wa lami nafikiri huko umebakia kule mpakani mwa Bonyokwa. Hichi kipande tumekifaitia kwa shida sana, kwa sababu ilikuwa yani ni ngumu. Kwa hiyo ikawa ni barabara ambayo inatoka Majichumvi inakuja mpaka hapo Bonyokwa, yani ni kilomita 2.8 ambayo ina takriban ya bilioni moja nukta moja nane. Yaani yenyewe imejumlishwa tu kwa pamoja. Yaani imewekwa wanasema inatoka kata moja naenda kata nyingine. Kwa hiyo kutokea Maji Chumvi lile zege lile linojengwa ikaishia pale katikati. Lile zege linatakiwa lije liishie karibu na Kagenyi pale, karibu na kama unataka kuja KKT kwa nyuma kidogo. Gulio tulisitisha kwa sababu ile barabara kutoka Obama mpaka kushuka kwa mkuu ile barabara tayari watu wamesha andikiwa fidia, wamesha andikiwa fidia. Inajengwa kwa levo ya zege na Benki Kuu ya Dunia. Sasa pale huwezi tena ukaweka ukaweka watu watu tena, ukitoka, unajua hapa palikuwa pangu. Yaani ndio tukashauriwa tustopishe lakini pia bado tunatoa nafasi, tumejaribu kutoa nafasi. Tunasema kama kuna mahali pataonekana kuna sehemu ya kuweza kuweka gulio, watu wakaweza kufika kwa ajili ya kununua, kama wenzetu wa Bonyoko. Kwa sababu sisi mpaka na siku tulipata kwetu ilikuwa ni siku ya Alhamis, Bonyoko ni Ijumaa. Sisi tulishapata siku na tayari walishakuja kuanza kupima hatua ngapi ngapi za watu kukaa, kama vizimba. Ni mengi ambayo tunaona kwamba yanatamani kufanyika, lakini kata yetu ni kubwa, lakini katika ukubwa ni ile kwenye miaka mitano ya mwanzo kukimbizana. Mimi nasema kwenye hili la kupata ofisi ya kata, kupata hicho kituo cha afya ambayo ni hospitali nakwenda kujengwa, kupata nani hizo barabara zinazoenda, kituo cha polisi na vingine ambavyo vitakuja kwa upana zaidi, mimi nasema kiukweli, namshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu si kwamba sisi labda wazuri au tunaweza sana, ila tu ni ile kuelewa ni nini ulichotumwa na wenzako mimi. Kwa hiyo niwashukuru, maana najua juhudi zenu na kunipushi kwenu kunanifanya mimi niweze kufanya kile ambacho mmenituma. Niko naenda kumaliza muda, lakini ninakwenda kuomba tena ridhaa ya kugombea mimi. Nyinyi ni wakubwa sana kwangu, ni mabosi wangu wakubwa sana. Hakuna serikali inokuanzia zaidi ya mjumbe wa shina. Mjumbe wa shina ndio yeye anamuweka pale rais juu. Mjumbe wa shina akiambia, anapiga mbiu watu wake wasitoke, rais atapata kula? Hawezi kupata na watu. Jamani msitoke, mama mama fulani fulani usitoke, vita vikali. Mjumbe wa shina ndio anaweza kila kitu. Kwa hiyo nyinyi ni watu ambao mnaweza kumweka rais madarakani na mnaweza kumweka rais akapata kula za kutosha Mna uwezo wa kusema mbunge atapita, mna uwezo wa kusema diwani atapita, kwa sababu nyinyi ndio mwenye nyumba zenu zile mnazowajua, mnamjua mama fulani, mnawajua watu fulani. Kwa hiyo na mimi nyinyi, nawaomba, niwaambie, nawaomba sana sana, muda wangu umeisha, safari yangu umeisha, safari moja uanzisha nyingine, lakini niko mbele yenu kuomba tena ridhaa ili safari hii isiwe ya, ya kukoma hapa ili nikaweze kunyanyuka, niweze kusonga mbele.